Hey, habari kama ilivyokuwa kawaida yetu leo ni siku nyingine tena naendelea kumshukuru Mungu. Ah, naomba niwakaribishe wafuatiliaji wa YouTube channel yetu ya Wille Mdachi. Kitu cha msingi eh, nakuomba uweze kulike tupia comment, ili uweze kutuambia unakionaje kipindi chetu. Kupitia comment yako tutaweza kujifunza kwa pamoja ili tuweze kuandaa vipindi vingine vyenye ubora zaidi ya hivi tunavyoviandaa lakini pia pia, lakini pia pia lakini pia usiache kushare na kusubscribe ili uweze kuwa kwanza kupata notification ya vipindi vyetu vijavyo kila tunapokuwa tuna upload eh, video zetu. Leo tutakwenda kuangalia kitu kimoja ambacho ni cha msingi ah, hasa hasa ni kwa wale watumiaji wa simu za iPhone. Mimi hapa nina iPhone yangu hii, ni iPhone 7 Plus. Sasa tutakwenda kuangalia kwenye simu ya iPhone kwenye simu ya iPhone kama hii jinsi ambavyo unavyoonekana ukifungua, hapo kuna hizo icon ambazo zinaonyesha hapo, kwa mfano camera, mshaona, hiyo productivity, Instagram, photos, notes, YouTube, TikTok, hivi hivi hivi icon hivi hivi icon, kwa ukifungua simu yako ya iPhone kuna hizi hizi icon. Sasa kwenye hizi icon kuna icon moja inaitwa Notes kama hii jinsi ambavyo unavyoiona Notes hii hapa, hii hapa. Notes. Hicho ni icon ambacho kinapatikana kwenye simu za iPhone. Lengo kubwa ya hicho ni kwamba kama una kitu chako cha msingi au muhimu uh, unataka kuweka kama kumbukumbu uh, labda una mpango wa kufanya jambo fulani umeona. Kwa hiyo sasa kupitia ule mpango uh, unaandaa kama ni notes zako kuhusiana na huo mpango sasa, ili kuweza kuweka kumbukumbu, sawa, labda ni mpango wa muda wa mwaka mzima ili yani, mawazo yako yasiweze kupotea au yasiweze kusahaulika. Kwa hiyo kuna sehemu ambapo unapoweza unapoweza kwenda kuhifadhi. Ni kama vile tu unavyoweka kumbukumbu, labda eh, una biashara yako, kila unachokuwa nakiingiza na kuuza unakuwa unaandika kwenye daftari yako, kwenye daftari ili kuweza kupata kumbukumbu kumbu. Sasa kwenye iPhone, kuna hiyo icon ya notes ili kuweza kuweka kumbukumbu zako za mambo yako ndo unakwenda kuweka kwenye hicho ki icon cha, cha notes ambacho ni hichi ni hapa kinaonekana. Kwa hiyo labda maybe una unahitaji ku labda maybe una unaandaa una, una e, baadhi ya vitu ambavyo unatarajia una, una kuvifanya ndani ya mwaka labda wa elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo, una unataka uviandae vile vitu uviorozeshe, lakini kupitia vile vitu E, utahitaji kuvitimiza kwanza kitu cha kwanza mpaka kitu cha mwisho sasa ili usiweze kusahau vitu ambavyo unatamani kuvifanya ndani ya mwaka huo sasa. Kwa utahitaji uviandike, sehemu. kwa sehemu sasa ya kuandikia unaandikia kwenye, kwa mfano ukiwa na simu yako hakuna haja ya kwenda kwenye, kwenye daftari au kitabu fulani basi unatumia tu simu yako ya iPhone kwa sababu iPhone ameshaweka icon ambacho hicho ndo kwa ajili ya kuweka kumbukumbu zako, hicho ni kama kidaftari au kitabu kwa ajili ya kuweka kumbukumbu zako ambacho inaitwa ni notes. Kwa hiyo utakachokifanya wewe, utafungua hiyo notes, ukifungua na kuwa inasomeka hivyo. Sasa hiyo icon yako e, ina, ina pande mbili, kuna upande wa iCloud, na kuna upande wa on my phone. Kwa hiyo sasa zile kumbukumbu zako utachagua ni wapi unataka kuzihifadhi kama ni iCloud, iCloud basi utazihifadhia kwenye iCloud au kama ni kwenye eh, on my phone, maana yake ni kwenye phone kwenye simu yako. iCloud nadhani kila mtu anajua, ili uweze kuwa kutumia simu ya iPhone ni lazima uwe na iCloud. iCloud, iCloud ni, ni kama vile emails mshona mm -hmm. kwenye nini kwenye kwenye simu yako. Kwa hiyo utachagua unapotaka eh, kuhifadhi let's say, mimi nataka nihifadhi kwenye eh, kwenye kwenye on my phone. Kwa hiyo utakachokifanya hapo uta click. Umeona kwa ukiangalia hapo hapo ni kuna baadhi ya kumbukumbu ambazo niliziweka. Kwa hiyo kuna hii hapa ya kwanza, kuna hii hapa ya pili, kuna hii hapa ya tatu. let's say, mimi nataka niweke sasa eh, kumbukumbu nyingine utakwenda hapa chini uta click hapo. Ukikliki hapo maanake, inakuwa inakuruhusu sasa wewe eh, kuweka hiyo kumbukumbu labda kumbukumbu, labda niseme eh, niandike kichwa cha habari labda vitu ninavyo tarajia.